Every location every sub location, every ward yeah, every sub county yeah, that will be public participation yeah. Niseme hiyo bill ninapinga, kwa sababu haijatusaidia, kwa sababu sisi sisi, katika eneo yetu barabara ni mbaya, watoto we, wetu wamekuwa discriminated especially wanaboda boda, barabara ni mbaya na mjumba wetu yeye ame, ame yeye amesaliti watu walio wachaje. Na hiyo bill, mimi ninapinga kama mama, kwa sababu mtoto mpumbavu ndio mzigo kwa mama. So lewe hii, mimi ninapinga na kusema hiyo hiyo, hiyo msaada iki, iki venye mimi ninasema ipitishwe iende kwa ministry of education ili kila mtoto apate apate usaidizi kama jamii kama jamii wengine. Mimi ni kutoka Bungoma County, Mount Elgon Sub County, location moja ndani kule inaitwa Jepkitale. Kwanza nitasema asante kwa sababu CDF imeanza, lakini kule kwetu nafikiria, tunaongea juu ya CDF na sisi hatujui na maana yake CDF, kule kwetu ni ndoto, hakuna anything in that location ile imefanywa na CDF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 na CDF ime kwa ukweli imejaribu, lakini mali iko shida. Uwezo mwingi ilipoanza walipatiwa uh, MPs wajumbe kujakuwa wale kamati ya, ku, uh, ya ofisi kwa hivyo hawana uh, namna ya ku, kuongea ama hawana ruhusa kupinga yale mjumbe ame, amesema kwa sababu tumeambiwa mjumbe ndio patron lakini kikindani yeye ndio ana run the show, kwa sababu yeye ndio mambo yote kwa hiyo uh, fund. Kwa hivyo sisi kwa, kwa upande kama basari, kwa mfano, tunataka pesa zote sa basari siende Ministry of Education na elimu ikuwe free kutoka nasari mpaka university, so that uh, mambo ya basari, kwa sababu watoto wengi wako nyumbani kwa sababu Ukikemei mrengo wa mbunge, natoka toka Cheptais ward, Mount Elgon sub county. Uh, hii issue ya ku entrench uh, NGCDF fund kwa constitution huwa managed na mjumbe na senators si jambo nzuri sana, kwa sababu kwetu nyumbani hii pesa imetumika imetumika ku weaponize uh, the, the, the fund ambapo wenye uegemei kwa mjumbe, wewe unakuwa wanakutoa hewa, hauna sauti. So the fund is not serving the whole community fal, there is no equity about this fund. We would, we accept the fund ibaki, ibaki na constituency but the management we want the management yes. be stream streamlined iwe entrenched kwa constitution whereby the MP has no grip over this fund